Katika hali isiyokuwa ya kawaida, gari la zima moto la manispaa ya Songea mkoani Ruvuma limenusurika kuharibiwa na vijana wanaofanya kazi za ufundi vyuma na magari katika eneo la viwanda vidogo SIDO mjini Songea kwa madai kuwa gari hilo limechelewa kufika katika tukio la basi moja la abiria lililoteketea kwa moto katika eneo hilo. Mwandishi wetu Gaston Msigo aliyeshuhudia tukio hilo amesema vijana hao walianza kulishambulia basi hilo baada ya kubaini kuwa licha ya kuchelewa kufika lilifika eneo la tukio likiwa halina maji ya kuzima moto. Nilipofika katika eneo la tukio, nikakutana na umati wa vijana waliokuwa wakipiga kelele na kuzomea, tena wengine wakiwa na jazba kando yake, kumbe basi la abiria lenye namba za usajili T 335 BGS mali ya kampuni ya Sadi Extra inayomilikiwa na Fikiri Sadi lilikuwa tayari limeshateketea kwa moto. Sisi tumekuja pale faya na mmiliki wa gari tumekaa pale saa moja na nusu pale, dereva hayupo na hamna muhusika yoyote ambaye anahusika na hii gari. Imekuja hii gari, wananchi wameshazima na gari wamekuta imeshaungua, wamefika wapiga simu. Baada ya kuweza wapigia simu wamefika baada ya masaa mawili, na mpaka saa hizi tumefanya sisi tumezima, wananchi. Mara hali ya hewa ikabadilika, vijana waliokusanyika hapa wakaanza kulifukuza gari la zima moto wakidai halijawasaidia kwa chochote kile. gari na moto hakuna mtu ambaye maji ayajatumika afaa aina yoyote zidi ya raia ambayo jaribu kuuzima huo moto. Ushauri wa mimi naomba serikali ifuatilie juu ya madereva ambayodereva wafae ni sawa na yule dereva wa ambulensi, ntakaa asitoke katika ile gari anaposikia matatizo fast anakuja kwenye tukio. Kwa kuona haya yote ikanilazimu kumtafuta mkuu wa kikosi cha zimamoto mkoa wa Rubuma Abbas Mnyenyelwa ambaye amekana shutuma zilizotolewa na vijana hao na kudai kikosi chake kilichelewa kupata taarifa. Wanadai kwamba sisi tumechelewa, lakini watu, nachokifahamu mimi ni kwamba wao wenyewe baada ya moto kujitokeza pale hawakuwahi kuleta nani taarifa kwenye kituo. Walijaribu kupambana wenyewe na ule moto, baada ya kushindikana kabisa, ikabidi ndio waje walete taarifa hapa, sio sisi kwamba sisi tumechelewa. Na najua kabisa moto, moto, moto, moto kama moto unatakiwa udhibitiwe kuanzia dakika sifuri mpaka dakika tano zaidi ndio basi. Abiria ambayo imeteketea kwa moto hapa mjini Songea, basi hii ina uwezo wa kubeba abiria sitini na tano, ikiwa na maana kwamba juhudi za wananchi ama vijana ambao wanafanya kazi katika eneo hili la SIDO hazikufua dafu kuzima moto ambao ulikuwemo humu ndani, ambao kwa hakika ulihitaji nguvu ya kutosha ya gari ya zima moto ili angalau kuokoa mali na kutoleta madhara yanayotokana na moto. Gason Msigwa, TBC Songea.